Miezi michache imeweza kupita kwa sasa toka tuliposhuhudia ndoa ya Azizi na Hamisa, pale ambapo waliweza kufanya harusi kubwa zaidi, ambapo mtoto wa kike Hamisa pale aliweza kuolewa pale na Azizi. Lakini baadaye kuna wengi zaidi wamekuwa wakitoa maneno yao wakiweza kusema kwamba ndoa hiyo sio ndoa, bali tu ni biashara ambao walikuwa wanaifanya pale. Lakini baada ya hapo, basi mwana mitindo ambaye pia ni mjasiriamali maarufu wa Tanzania ambaye ni Hamisa Mobeto ameweza kufunguka kuwa watu wasiwezi kumfikiria vibaya, ameamua kuingia katika ndoa kama maonyesho, kwamba kuna wengi zaidi ambao wanazungumza kwamba Hamisa ameweza kuingia kwenye ndoa kwa kuwa yeye anahitaji kuonyesha tu ama onyesho fulani ama ni kitu fulani kama kiki, bali ameweza kudhamiria kwamba yeye ni mke anayestahili kuwa mfano na kuigwa na tarajii kutoa kutoka kwenye ndoa ngo akiweza kuzungumza pale na waandishi wa habari Hamisa, ambaye hivi karibuni amekuwa gumzo kila kona baada ya Azizi eh, kuweza kuachana na Yanga kwenda kuitumikia klabu ya Wydad Athletic ya Morocco, aliweza kusema kwamba kwa sasa wazi, eh, ni wazi kwamba watu wengi wameweza kumhesabia siku kama ilivyo kwa, mas, eh, kwa mastaa wengine wakisema kwamba basi, wao mahusiano ya Hamisa na Azizi ni mahusiano tu ambayo yataishia tu kwa muda mfupi hivi kwamba basi ameweza kuwatangazia kwa ulimwengu mzima, kwa sasa unasubiri ndoa yake kuweza kuvunjika, na hivyo kwamba basi Hamisa ameweza kusema kwamba yeye yupo kwenye ndoa na yupo tayari kuishi na Azizi ambaye ni mpenzi wake. Na kwa sasa basi tutakuwa tunakujuza mengi na mengi zaidi kulingana yetakua, na mambo ambavyo yatakuwa yanajiri pale, ili kwamba tuweze kuona, je, washikaji wanavyozungumza kwamba ndoa ya Hamisa na Azizi itakuwa inadumu ama itakuwa na kwaju. Kumbuke kwa kumbuka kwamba tumeweza kuona ndoa nyingi sana za wasanii wanakuwa wanatangaza ndoa wanaoana, lakini baada ya miezi miwili ama mwezi mmoja tunaona kwamba wameweza kuachana na kuona kwamba kila mmoja anafuata shughuli zake. Utakuwa tunajua ni kiki ama itakuwa inakuwaje? Cha msingi tu, hakikisha kwamba una subscribe ili kwamba endapo tutakuwa na story nyingi zaidi utakuwa mtu wa kwanza kuweza kuzipakua. Mimi naitwa Marandu Kazungu, na hii ni Coast Digital Media, kituo nambari moja kinachokufahamisha yote yanayojiri kwenye safu ya burudani, siasa, michezoni na nyingi na nyingi zaidi.